Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Kufuatia kushadidi kwa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Gaza, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesisitiza haja ya kutambuliwa rasmi kwa taifa la Palestina. Wakati wa ziara yake nchini Singapore amewataka wazungu kuchukua msimamo wa pamoja dhidi ya Israel na kuainisha masharti ya kuitambua Palestina. Msimamo wa Macron unaweza kubadilisha diplomasia ya Ulaya kuhusu Palestina na kuathiri uhusiano wa kikanda. Kauli yake pia ikiakisi mabadiliko katika sera za, sera za Magharibi kuelekea Israeli na kuangazia mzozo wa kibinadamu huko Gaza. Katika wiki za hivi karibuni, nchi za Magharibi isipokuwa Marekani zilijitenga na Israel. Viongozi wengine wa Ulaya hata wameibua wasiwasi juu ya uwezekano wa kutengwa kwa Israel kimataifa kwa kutetea kutambuliwa kwa taifa la Palestina, Ufaransa akitaka kuongeza shinikizo kwa Israel. Ikumbukwe kuwa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza katikati ya mwezi Aprili kwamba nchi yake inaweza kuitambua nchi huru wa Palestina ifikapo mwezi Juni sambamba na kufanyika kwa mkutano kuhusu Palestina huko New York. Kitendo ambacho kilimkasirisha Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hadi sasa nchi ya Palestina imetambuliwa na takribani nchi mia moja na hamsini duniani ingawa nchi nyingi kubwa za magharibi zikiwemo Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Japani bado hazijachukua hatua hiyo. Huku mashambulizi ya mara kwa mara katika ukanda wa Gaza yakiingia mwezi wake wa 20 Huku mashambulizi ya mara kwa mara katika ukanda wa Gaza yakiingia mwezi wake wa 20, nchi nne za Ulaya za Hispania, Ireland, Slovenia na Norway zimetoa taarifa ya pamoja kutaka uwanachama kamili wa Palestina katika Umoja wa Mataifa na mamlaka ya ndani ya Palestina imesema kuwa Saudi Arabia itamtuma mwanadiplomasia wake wa ngazi ya juu kabisa kutembelea ukingo wa magharibi wikendi hii. Hii itakuwa ziara ya ngazi ya juu kabisa Saudi Arabia katika eneo hilo tangu lilipokaliwa kwa mabavu na israel mwaka 1967 hussein al-sheikh makamu wa rais wa mamlaka ya palestina aliambia shirika la CNN kwamba ujumbe wa mawaziri wa kiarabu unaongozwa na waziri wa mambo ya kigeni wa saudi arabia mwanamfalme faisal bin farhan utawasili katika mji wa ramallah wa ukingo wa magharibi siku ya jumapili na kukutana na rais mahmoud abbas ziara hii inakuja wakati huu ambapo mwanamfalme wa saudi arabia muhammed bin salman shinikiza kutambuliwa kimataifa kwa taifa la Palestina huku vita vya Gaza vikiendelea na matarajio ya kuimarika kwa us kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Saudi Arabia na Israel ukizidi kuwa mbaya, balozi wa Palestina nchini Saudi Arabia Mazen Goneim ameambia shirika la serikali la Saudi Arabia kwamba waziri wa mambo ya kigeni wa Saudi Arabia ataungana na wanadiplomasia wakuu kutoka Misri, Jordan na nchi nyingine. Ziara ya mawaziri hawa ni ujumbe wa wazi, sababu kadhia Palestina ni kadhia kubwa katika jamii ya Waarabu na Waislamu, Goneim alisema. Chanzo cha Israel kinachofahamu swala hilo kiliambia shirika la habari la CNN kwamba viongozi wa Israel walihalifiwa kuhusu ziara hiyo. CNN imewasiliana na serikali za Saudi Arabia, Misri, Umoja falme falume za Kiarabu na Qatar kwa maoni zaidi bila majibu. Shoal Abriel, mchambuzi wa siasa za Mashariki akati ya Kati, amesema ziara hiyo inasisitiza kuongezeka kwa uungaji mkono wa Saudi Arabia kwa mamlaka ya Palestina ambao uhusiano wao ulitetereka kabla ya kurudi tena baada ya vita huko Gaza, ni mabadiliko makubwa. Wa Saudi wameweka wazi tangu mwanzo wa mzozo huu uanze, wanaunga mkono suluhisho la serikali mbili kulingana na mipaka mwaka 1967. wanaunga mkono kuanzishwa kwa mji mkuu wa taifa la Palestina huko Jerusalem Mashariki, na wako tayari kuunga mkono bajeti ya mamlaka Palestina. Saudi Arabia imekuwa ikitatizika na hatua za Israel za kutositisha vita huko Gaza na inafanya juhudi kubwa za diplomasia kushawishi mataifa magharibi kutambua taifa la Palestina ikiwa e ni pamoja na Marekani. Ufalme huo una imani kuwa Ufaransa itakuwa e miongoni mwa mataifa ambayo yatafanya hivyo mnamo mwezi Juni. Saudi Arabia ilimteua balozi ya sehemu kazi katika ardhi ya, ya Palestina mwaka 2023 wiki kadhaa kabla Hamas kufanya mashambulizi dhidi ya Israel yaliyopelekea zaidi ya wazayuni 1200 kuuawa wa. Balozi huyo Naif Al Sudairi alitembelea Ukingo wa Magharibi Septemba mwaka 2023 ili kuwasilisha hati zake za utambulisho kwa Rais Mahmud Abbas, katika ziara rasmi ya ngazi ya juu kabisa Saudi Arabia katika miongo kadhaa wakati huo katika historia. Ni wafalme wawili tu wa Saudi Arabia ambao wametembelea Palestina, akiwemo Mfalme saudi ambaye alitembelea mwaka 1954 na mfalme Faisal aliyezuru taifa hilo mwaka 1966. Na waziri wa usalama wa kitaifa nchini Israel Itamar Ben-Gvir amesema ni wakati sasa kwa nchi yake kutumia nguvu zake zote katika ukanda wa Gaza baada ya Hamas kulikataa pendekezo jipya la kusimamisha vita. Waziri huyo wa usalama wa kitaifa anayeegemea mrengo mkali wa kulia amesema ni wakati sasa wa nchi hiyo kutumia nguvu zake zote kuhakikisha wanawasambaratisha Hamas. Hamas imesema pendekezo lililowekwa la kumaliza vita halijakidhi matarajio yake. Wakati hayo akijiri, Ufaransa imesema inaweza kuichukulia Israel hatua kali iwapo itaendelea kuzuia misaada kuingia Gaza. Waziri huyo usalama ndani ameandika hayo katika mtandao wa kijamii wa Telegram akimsisitiza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba umefika wakati wa kuchukua hatua kali na kuacha kuonyesha udhaifu tena. Bengiri ameongeza kwamba huu sio muda wa kupepesa macho na kwamba inabidi waingie kwa nguvu zote kuharibu na kuwatokomeza kabisa wanamgambo wa Hamas. Hapo jana, taarifa ikulu ya Marekani ilisema Rais Donald Trump na mjumbe wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff waliwasilisha pendekezo la kusitisha mapigano kwa Hamas ambalo Israeli liliunga mkono Marekani. Ilisema kwamba tayari Israeli ilitia saini pendekezo hilo kabla kupelekwa kwa Hamas, ingawa Israeli yenyewe haijathibitisha kuwa imeliidhinisha pendekezo hilo. Vyanzo vya Hamas vimesema kwamba kundi hilo lilikubali mpango wa wiki iliyopita uliungwa mkono na Marekani, lakini hapo jana mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya kundi hilo Basam Naim alisema pendekezo hilo jipya linamaanisha kuridhia kuendelea kwa mauaji na njaa katika ukanda wa Gaza na kwamba hilo halikidhi matakwa yoyote ya watu wa Gaza. Na wizara ya mambo ya kigeni ya Israeli imemjibu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ikimtuhumu rais huyo kuwa kwenye vita dhidi ya taifa la Kiyahudi. Hapo awali Macron alisema, itabidi kuimarisha msimamo wetu wa pamoja ikiwa Israel haitafanya jitihada zaidi kukabiliana na hali ya kibinadamu huko Gaza katika majibu yenye maneno makali kwenye ukurasa wa X, wizara hiyo imeandika na nukuu: ukweli haumpendezi Macron. Hakuna kizuizi cha kibinadamu tulichokiweka huo ni uongo mtupu. Israeli kwa sasa inawezesha kuingia kwa msaada Gaza kupitia juhudi mbili sambamba, imesema ikitoa taarifa ya mfano wa misaada inayoingia kupitia Umoja Mataifa na mfuko wa kibinadamu wa Gaza katika siku za karibuni umoja mataifa umeendelea kushinikiza msaada zaidi kuruhusiwa kuingia gaza kufuatia kupunguzwa kwa kizuizi cha wiki 11 mapema siku ya ijumaa ofisi ya umoja mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu ilishutumu israel kwa kuzuia idadi kubwa ya misaada kuingia gaza na rais wa marekani donald trump ameishutumu china kwa kukiuka makubaliano ya wiki mbili ya kusitisha ushuru wa forodha ishara kwamba mvutano wa kibiashara kati ya mataifa mawili yenye uchumi mkubwa duniani unaweza kuongezeka tena. Washington na Beijing zilikubaliana kupunguza kwa muda ushuru wapiga ni kupige baada ya mazungumzo huko Geneva mapema mwezi huu. Trump alisema Ijumaa katika chapisho kwenye mtandao wa Truth kwamba ushuru umeiacha China katika hatari kubwa ya kiuchumi kabla ya nchi hizo kufanya mkataba haraka. Hata hivyo, alisema China imekiuka kabisa makubaliano yake bila kueleza ni kwa jinsi gani. Mwisho wa rubaa za kimataifa mimi ni Awadhi Rashidi.